De, ni wachezaji gani Kevin De Bruyne amewapa asisti nyingi katika Premier? Eh, ebwana mambo vipi? Hivi karibuni kiungo wa Mancity na timu ya taifa ya Ubelgiji, Kevin De Bruyne ametangaza rasmi kuondoka klabuni hapo Manchester City mwishoni mwa msimu huu. De Bruyne alijiunga na City mwaka 2015 akitokea akitokea Wolfsburg ya nchini Ujerumani. Kevin De Bruyne, aka KDB amedumu kwa misimu 10 na kufanikiwa kubeba makombe kadhaa ikiwemo mataji sita ya Premier League mawili ya FA EFL matano klabu bingwa Ulaya, ubingwa wa vilabu wa dunia. Kevin De Bruyne amefunga zaidi ya magoli sabini na asisti zaidi ya 117 katika zaidi ya michezo 280. Hawa hapa wachezaji watano ambao KDB ametoa au amewapa assist nyingi zaidi ya magoli. Namba moja Sergio Aguero, in, Aguero assist 19. Namba mbili Raheem Sterling assist 14. The namba tatu Gabriel Jesus assist 14. Namba nne Erling Haaland asisti 13. Namba He's He's tano ni Philip Foden asisti 11. That's that. Foden with a lovely touch.